Ishirini na tisa. Yaani, hakikisha bibi yako asitoke ndani, weka ndoo ya mavi ndani, chakula ndani, piga mlango kufuli. Hakikisha babu yako yani, bora upokee laana kuliko kuishi kwa mateso. Alafu, bro, kama unajua uko na mdogo wako ana umri wa miaka kuanzia 18, 17 nane kumine kuri nyuma ana kitambulisho Waya, hiyo kitambulisho ichukoe itunze, au ndo wanatuharibia. Baada ajitambue, hakikisha pia bibi yako atoki ndani bro. Babu yako atoki ndani. Na kama mama yako ana umri umeenda kwanza 70 60. Sabini, sio sitini, kwanza sabini, themanini, tisini, mia. Hakae ndani. Kama mgonjwa wako uko hospitalini, mwambie, mwanangu asijichanganye, mwanangu. Atulie zake huko kwa hospitalini, alale kitanda. Ale chakula, namletea bro. Sio, unaelewa bro. Sio, unaelewa bro. Yani hizi vitengo vitatu visisusumbue akili. Unajua sisi ndio taifa ya, ya sasa, asituchanganye bwana atuzao wa. Mtu anauma anaenda kupatia stress bure bibi sijui nini, ah ah, la na zingine tutaki sisi bro. Tunajua sisi vijana kwa wazazi, atuweze kwa kupatiana lawama, vijana kwa vijana. Amama mamako kama ana umri wa miaka sabini, usimuone bado barani. Babu yako ana miaka sabini themanini tisini oya, huyu afai kabisa bro wala baada ya jui huyo, kasha umri wake umeshapita, au umeanza kumpigia yani, umeanza kuchagua kipindi cha mwenyewe mpaka zaidi, au wote mpaka wewe uze utosheki. Tuache sisi za mzee za yetu, na sisi tufai tunachotaka. Kwa hiyo mimi mimi kwanza nitahakikisha kwanza, Oktoba babu yangu atoke ndani, bibi atoke ndani, jirani yangu amezeeka pale, ana ndugu, funga milango yani mime...